Kadri michuano ya AFCON mwaka 2027 inavyokaribia mataifa ya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania, yanayojulikana kwa ushirikiano wao wa Pamoja Bid, yanaendeleza juhudi kubwa kuboresha viwanja vya michezo vilivyopo na kujenga vipya ili viweze kukidhi viwango vya shirikisho la soka barani Afrika, CAF. Maboresho haya ni muhimu katika kuhakikisha kuwa ukanda huu unapata fursa ya kuandaa mashindano haya ya hadhi ya juu. Katika makala haya, tunaangazia baadhi ya viwanja vipya na vilivyokubaliwa rasmi kuandaa kipute cha AFCON mwaka 2027. Karibu, mimi ni Kamau Waidhaka.